Niwaambie tu waandishi wa habari kwamba sisi siku hizi watu wa baraza tutaki kusemasema. Tumefanya fikra ya kusema, tumeona haina maana yote, lakini tunajua kusema, tunakuja kusema kweli kweli, lakini tunaona haina haja ya kusema. Tunaachia watu wenyewe wawe na maamuzi, wakule kuona yale mabezo simpaka ya hibiti asamtakuambia wewe una akili alafu ukifika shuleni unapata kwa mia na maneneo yake kambauna akili ena ahirinini. Kwahiyo sisi hatutaki kusema, muone na maana. Wataalamu wao walipendekeza kwamba Mufti, kila itakavyokuwa lazima utuitie watu na waandishi wa habari, na wewe mwenyewe uhudhurie, tuonyeshe sisi vitu ambavyo tunavisimamia na vinakwenda BAKWATA tuliokuwa nayo zamani, sio hii ambayo tunayo sasa. Sisi tuliopo wengi hapa juu tulikuweko zamani, aki tukizungumza zamani, tunazungumza maeneo mi... na, na, na, matatu eneo la mufti wa kwanza, wa pili na mimi ni watatu. Kipindi chochote sisi tupo, tunajua Yaani nyinyi pia hamna kitu cha kutuambia sisi, hamna, kwa sababu sisi tulikuwepo katika eneo lote, maeneo yote hayo kwa ngazi za juu. Sasa hivi nimeshukuru hapa baraza la ulama, lakini mimi nilikuwa mjumbe baraza la ulama wakati wa Sheikh Hemed bin Juma. Kwa maana eh, hey, nilikuwa niko katika ngazi ya juu toka kipindi hicho. Sisi hatutaki kusema, tunataka watu waone BAKWATA haina maendeleo. Sasa yale nini kwa ni maendeleo nini

mwanga wa jua kutokana na na ugonjwa. Naam, naumwa eh, lile jicho, lile jicho linaumwa halioni vizuri, linaambiwa kuna mwanga, nasema hakuna. Na litasemaje mwanga upo wakati lenyewe linaumwa? <laughs> lakini hata mdomo pia unakanusha onjo, yani ladha ya chakula kutokana na ugonjwa chakula kitamu, sema hakina utamu. Chakula kitamu hakina utamu? Hapana, huyu mtu mgonjwa. Ndio maana mdomo wake umejangwa tu, hapati ladha ile ya chakula. Sisi tunaendelea na mambo ya, ya maendeleo, kwa sababu tumeamua kwa kipindi hiki tunafanya mambo ya maendeleo. Katika uwanja wa elimu, yanaonekana hayo. Katika uwanja wa uchumi haya mnayaona, tunawafanya eh. Katika uwanja wa mambo ya kijamii tunaendelea nayo, kujenga mahusiano ndani ya nchi na taasisi nyingine. Haya mambo yanaeleweka, wala hayo hayana haja ya kueleza. Kujenga mahusiano na, na taasisi za nje, juzi juzi vile nimekwenda kutia saini kule mkataba baina ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na hivyo hapa inaonekana hiyo hiyo hiyo ya naona mkataba hapo na waziri wa dini wa Saudi Arabia, nayo waziri mwenyewe wewe hey, ndio waziri mwenyewe kule Saudia, na mimi ndio niko hapa natia saini, tunatengeneza mahusiano, tumekwenda kufanya kazi hiyo. Enda, mimi nilichukua na kijana wangu, kijana wangu tuna mahusiano na Qatar kule Arusha, kutajengwa msikiti mkubwa, kutajengwa shule, kutajengwa hospitali ya wakina mama ambayo siku zote nimeanza kuipigia kelele. Inajengwa na tarehe ngapi? Tarehe 29 wataalamu wanatoka Qatar wanakuja hapa, tutakutana Arusha, sallallahu, tunakwenda kuzungumza nao kukubaliana namna gani watatu jengea, na tumemweka katikati mshauri anayetusaidia mzee Abdurrahman Kinana. Unataka kuona BAKWATA ifanye kazi bwana, BAKWATA kazi yake ni kujenga Uislamu kuunganisha Waislamu, kuziunganisha taasisi, kuunganisha mahusiano ya ndani, kuunganisha mahusiano ya nje. Tumefanya mahusiano ya nje, tuna msikiti Muhammad Sadis hapa, si mnaona wu? Alafu hapa tuko ndani kajenga, si Muhammad Sadis, ilikuwa hatuna mahusiano, ungeona mambo kama na, kabla kulikuwa na mambo haya eh bana kuchezea watu bwana eh, hadi mambo tumefanya katika kipindi hiki chuki chuk alifanyiwa mtume nyingi na Mwenyezimungu akawambia, sisi tumekupa neema ya Uislamu kwanza, tumekufanya kwa mtume kipenzi changu, kisha tumekupa neema ya Uislamu, tukakupa kazi ya dawa kulu mutu bighairikum, sema uambie fani na uchungu wenu. Yani kufeni na uchungu wenu, kila mmoja ajifie na uchungu walionao, anaambiwa mtume awaambie wale watu sasa. Sisi tuko katika swala la maendeleo, kandarasi tumeshamlipa kila kitu, hadai chochote isipokuwa sisi tunamdai jengo tu. Basi sisi tunamdai jengo, lakini hatudai jamani imnaona hata wale katika BAKWATA wafai hawawezi, yani kumbe vitu vya namna ile he, hawawezi. Unataka kuja, anaweza nini? Mwenyewe hajiwezi, ataweza lile bwana? Eh, shukuru sana mratibu kwa kuniongezea jambo, ikweli lisahau hilo. Kila kitu tumelipa na hatuna matatizo, tunaendelea vizuri. Tunaendelea na mambo ya hija vizuri ni kujiandikisha lakini siku hizi hizi mbili watu watapelekwa umra, maana kwa Bakwata tumeanzisha pia umra, watu watapelekwa umra. Hayo ndio mambo tunayofanya, tukiamka sisi ni dini tu, tukilala dini, tukiamka dini, tukilala dini. Mwenyezi Mungu atupe hali hiyo mpaka mpaka siku ya kiyama siku siku atakayotuondoa katika ulimwengu, lakini nyuma ya hapa pana jengo la Darul Maarifi la ghorofa tatu hapa tulipo nyuma yake hatuwa kadhaa, utakuta pale pana shule pale ya Darul Maarifi. Mimi nimeteuliwa kuwa mjumbe katika eh, tukaita, tukaita kama jopo la la, wanazuoni la, la wa ilmu za kisheria na mambo yanayohusiana na na, na na dini ya Kiislamu, kutoka katika ofisi ya mfalme yanayotaalaka, yanayofungamana na msikiti wa Makka na Madina kule Saudi Arabia. Mimi mjumbe nimefasiri vizuri, nimeleka vizuri eh. Mimi ni mjumbe hiyo, ndani yenyewe imejibu, juzi ndio imerudishwa na imepokelewa ishakubaliwa kwamba wameniomba mimi niwe mjumbe katika jopo la ulamaa wakubwa Saudi Arabia, jopo ambalo linashughulika na, na msikiti wa Maka, yaani Haram mbili Maka na Madina, na hiyo iko chini ya ofisi ya mfalme wa Saudi Arabia. Unataka nini tena? Wao wengine tutaki mara kifio tukafa mapema kabla ya kiasi natumalize. <laughs> kwanza tuwatengenezee watu mambo ya kae, alafu tuendelee baada ya hapo. Naelewa ni simba kama. Asa wanataka nini? Lakini mimi pia ni mjumbe wa baraza kuu la mashekh katika the Muslim World League, Rabitatul Alam Alislami, wala wanaokaa kwa ajili ya kupanga bajeti kufanya nini, ni mjumbe. Imeeleweka uzurisipaka takutuchezea sisi ba. Hiyo ndio BAKWATA sasa, hiyo ndio BAKWATA. Eh, sasa ningewaomba watu waelewe namna hiyo, alafu wakiunge mkono chombo chao eh, ni chombo kina hakika na ndio maana malaki hawezi kuwa wasio wapuuzi wale, kiona mpaka wanakubali jambo fulani, kujua tayari ushaifanyia uchunguzi kwa kina. Leo Qatar yenyewe imekubali kila kitu, inatusaidia na nakumbuka katibu alikuja kwa balozi wa Qatar mara mbili, ananitafuta kwa nguvu sana, nikakosa nafasi mara mbili, mara nyingine tukakutana anatafuta hapa kujenga mahusiano mipango na nini hapa. Hiyo ndio BAKWATA. Lakini BAKWATA kwa sababu ni watu wa kidini, watu wachamungu, wanaendesha mambo yao vizuri, hawapendi kujisifusifu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bas, ndio mambo ya BAKWATA. Kwa hiyo nawashukuru waandishi wa habari kwa haya machache, tunayo mengi ya kuyasema, lakini yatapata nafasi nyingine wakati mwingine, lakini kwa haya tunazungumza machache, tutakuwa meelewa na maksudio, ya kusema ni kuonesha miradi ya kiuchumi miradi ya kimaendeleo kama ile, na kufuta kauli za watu kwamba sisi hatushughuliki na mambo ya kiuchumi ya ki labda tahayal, kwamba miradi yote inafanya kazi na hiyo yote tunayoitaja itafanya kazi katika Bakwata. Kuna, kuna ufukara tena, kuna tabu tena sisi makusudio ni kuondosha tabu kwenye Bakwata, na haiwezi kuondoka tabu kwa miradi ya ovyo ovyo mwenyewe ikitoka jambo tayari lishakuwa zuri, tupate mabilioni ya pesa. Nani mtaalam hajatueleza kwamba wakati tunaendelea na, na kulipa sisi maaua, napata nini? Asilimia ishirini kubwa sana katika jambo la mamilioni, imeeleweka. Si mabilioni, n-ni hela nyingi sana maana, hata tukipata milioni mia hey, nne kwa mwezi Awa, milioni mia mbili kwa mwezi unatakiwa kosa mshahara alafu, hiyo si ndio ndogo? hiyo milioni mia nane tukipata milioni mia nane jengo moja, majengo yote au nini, tutakuwa wapi? tutakuwa mahali mbali sana.